Elfu mbili na ishirini na sita ni mwaka ambao kwa yeyote ambaye alikuwa anatamani kufanya matangazo ya Facebook pamoja na Instagram, basi ni mwaka ambao unatakiwa kutilia maanani sana, ni mwaka ambao unatakiwa kufocus zaidi na matangazo ya kulipia, kwa sababu kwa maboresho ambayo yamefanyika, ni dhahiri kwamba ni platform ambazo zinaenda kukupa matokeo ambayo yako vizuri sana kwenye matangazo yako ya kulipia kwenye hizo platform za Facebook pamoja na Instagram. Na leo nataka nikupe framework fupi ya vitu ambavyo unatakiwa kufocus navyo kwa mwaka na na 2026 kama kweli una nia ya dhati ya kutaka kuboresha biashara ambayo unaifanya kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Hii ni framework ambayo ni simple, lakini ni framework ambayo kwa mwaka 2026 hakuna kitu kingine ambacho utahitaji ili uweze kufanikiwa katika hii mitandao ya Facebook na kitu cha kwanza ambacho 2026 unatakiwa kufokasi nacho sana ni swala la offer hii inaenda kuwa one of the best skill ambayo unatakiwa kujifunza na kuimaster vizuri katika matangazo yako. Before hujaamua hata unapeleka bidhaa gani sokoni, hujaamua hata unapeleka nini sokoni, lazima ujifunze namna ambavyo unaweza ukatengeneza ofa ambazo ziko vizuri kwa ajili ya kuwapelekea wateja ambao wanapatikana kwenye, kwenye mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. kwa sababu gani? Uh, haitokuwa na maana kama una budget nzuri una product ambayo ni nzuri lakini hauna kitu ambacho kinaweza kikawashawishi watu ku take action. Kwa sababu offer ndio kitu pekee ambacho kitaamua mtu achukue bidhaa ama asichukue. The way utakavyo create offer ambayo hakuna mtu anaweza kaikataa kwenye ile target yako, ndivyo hivyo the more ambavyo unarahisisha kuweza kupata wateja wengi wa uhakika katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo hii ni kitu cha kwanza kabisa kwa mwaka 2026, kwa wewe ambaye unataka kufanya matangazo ambayo yatakupa wateja wa uhakika ili uweze kuendelea kufanya matangazo yako lakini pia namba mbili. Uh, tuna ad creative eh, ad creative hapa nazungumzia picha, nazungumzia video lakini pia nazungumzia caption eh, hivi ndio vitu ambavyo vitenda vikakusaidia sana kwenye matangazo yako mwaka 2026 kwa sababu sasa hivi uh, ad creative inafanya kazi kubwa sana katika kuplay part ya kuweza kufanikisha tangazo lako likakupa wateja wa uhakika picha, video na caption ndio zinafanya msaada wa kuibeba ofa yako. Ina maana kwamba unaweza ukawa una ofa ambayo iko vizuri, lakini vitu ambavyo vinaibeba hiyo ofa, picha pamoja na video ambazo zinaibeba hiyo ofa zisipokuwa vizuri kuwa attractive, hakuna kitu ambacho utafanya. Na kwa maboresho ambayo yamefanyika kwa Facebook pamoja na Instagram, ali creative na play part kubwa sana especially katika sehemu ya kwanza ambayo ni targeting ad creative ina play part kubwa sana katika upande wa targeting kwa sasa hivi, lakini pia katika upande wa kuteka attention na ku convince, ad creative ina play part kubwa sana tofauti na zamani. Hizo targeting attention tulikuwa tunazikuwa tunacomplicate nazo sana ndani, ili iweze kutengeneza kitu ambacho kitakuwa ni bora. Kwa hiyo, kwa mwaka 2026 matangazo yako mengi, weka nguvu kubwa hapa, hapa ndipo anatokea kuweka ujumbe ambao unafanya targeting, una grab attention, lakini pia una convince watu waweze kuchukua hiyo product yako. That's number 2. Lakini pia number 3 kwenye vile vitu vya msingi kabisa ambavyo unataka kuvizingatia uh, ni kujifunza ujuzi wa kuuza pamoja na kufunga mauzo. Kwa sisi ambao tunafanya matangazo yetu ya kuwapeleka wateja katika platform za WhatsApp, eh, kuna pesa nyingi sana ambazo kwa tunaziacha kwenye kufanya matangazo kwenye wale wateja ambao tunawapata kwenye matangazo. Kuna pesa nyingi watu tunaziacha hapa Unaweza ukapata wateja wengi sana lakini, kama haujui namna sahihi ya kuweza kuuza, haujui namna sahihi ya kuweza kufunga mauzo, itakuwa vigumu sana kuweza kupata nafasi ya kufanya matangazo ambayo atakupa wateja wengi, kwa sababu hapa pia kuna watu ambao watakuwa wanakuja kutokana na wewe kukosa ujuzi wa kuuza, ukawa unawaacha kirahisi. Hii ni skills ya muhimu sana ambayo unatakiwa kujifunza kabla hujaingia mwaka 2026 ili uweze kupata matokeo mazuri sana katika matangazo yako ya Facebook pamoja na Instagram na mwishoni hapa, uh, kwa maana ya kitu cha nne ni follow up system, system za ufuatiliaji wa wale wateja ambao walionyesha wako interested, even hata wale ambao tayari umeshafanya nao business mara moja mara mbili. Hii ni system ambayo kwa nature ya mitandao yetu ambayo tunatumia kwenye matangazo Facebook moja na Instagram, ni platform ambazo zitakupa wateja ambao wako interested haimaanishi kwamba utapata wateja ambao wako interested ambao wanaweza kununua moja kwa moja. Hao unaweza ukawapata eh, unaweza ukawapata kama umetengeneza ofa zako vizuri, lakini kuna watu ambao watahitaji ku take time, kwa sababu matangazo watakutana nayo accidentally eh, kutokana na interest, kutokana na namna ambavyo Instagram na Facebook wanafanya uh, sampling pamoja na kutafuta wateja. Matangazo mengi utawapata watu ambao wako interested, lakini wapo ambao watakuwa interested, lakini hawako tayari kuweza kununua kwa wakati huo. Hii ina maana kwamba ukiwapa okay, time ya kuweza kuwafuatilia at the end of the day watakuja kugeuka kuwa wateja wazuri sana, na hii na, na, na, na from my experience, namna gani fup system zinavyosaidia so kuboost kubu, kubu mauzo kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. Na inawezekana uh, kwenye hii sehemu ya selling and closing ikakupelekea ukapata labda vipingamizi vya kuuza, ina maana kwamba huyu mtu hatuwezi tukamwacha akaondoka, kwa sababu ameshindwa kununua kwa wakati huo. Badala yake tutakuja kwenye system inayofuata ambayo ni ya follow up, ambapo hii itatuwezesha sasa kuendelea kukaa naye karibu, ili hata ikija ikatokea amekuwa interested na yuko ready kwa ajili ya kununua hiyo product, basi inakuwa ni rahisi, kwa sababu ni mtu ambaye kwanza anatufahamu na ni mtu ambaye tayari kama kuna kitu alikuwa anataka kukiangalia kutoka kwetu atakuwa ameshakipata. Kwa hiyo hii ni framework rahisi sana ambayo inazungumza vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuvizingatia sana kwa mwaka 2026 ili uweze kupata matokeo mazuri katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Uwe na ofa nzuri. Baada ya kuwa na ofa nzuri tutakuja, tutatengeneza ad creative ambazo zitaiwasilisha hiyo ofa yetu, na baada ya ad creative kuiwasilisha vizuri ofa yetu tutakuja uh, katika hii sehemu ya kuwapata watu ambao wamekuwa interested, na hapa tunakuja kuwauzia na tukikosa, tukikosa kuwauzia for the first time itabidi tuweke katika system zetu za follow up, na tukishafika huku ndiko sehemu ambayo tunatakiwa kumaliza biashara hii. Ndiyo video ya msingi kabisa, na hivi ndivyo vitu vya msingi kabisa kwa mwaka 2026 kama kweli una nia dhati ya kuendesha biashara yako yenye mafanikio kwa kutumia sponsors katika platform za Facebook pamoja na Instagram. So, subscribe katika chaneli hii ili uendelee kupata nondo kama hizi kila siku.